Kwa majina naitwa Muha ni Kikoko, ni Kikoko, ni Tambwe. Namaanisha Muha ni mnyama, na mnyama ni Simba, rais wa mashabiki wa Simba Tim Kidedea. Unaweza ukaniita Kigoma Da kwa miguu kuja kosea. Nashukuru sana jamaa, ametoka Kigoma mpaka amefika Da, kuja kushuhudia pambano. Game ya kwanza umepigwa. Ndio. Game ya pili tutegemee nini? Gemu ya kwanza tumepigwa ndiyo, tunakubali matokeo na gemu ya pili ndio hii hapa ndani ya Benyamini Mkapa. Sisi kama wana Simba, kama wana Sports, timu kubwa ambao tuna, tuna uwezo wa kupambania matokeo aina yoyote. Leo hii hapa Benyamini Mkapa wa Mkapa hapa Mwalabu atoki anakufa goli nne. Atake asitake, tunapindua meza, tunapindua matokeo. Sisi sio ile timu ambayo inakuja kutafuta sare na pata sare. Sare. Wamekuja na mtaji wa goli mbili lakini wataondoka wanalia hapa Benyamini Mkapa na kuhakikishia ndugu mtangazaji. Nimetoka Kigoma, nimeagizwa, nimekuja kufanya shughuli, kazi. Umetoka Kigoma, si umekuja kushuhudia kazi ambayo imetengenezwa na na Padro, si ndio? Ndio, huyu huyu huyu. Padro aliwatumia kikosi kile kile kilichotumika na Padro mkiwa ministry, ndio hicho kilicho kinachoenda kutumika leo. Ndio, unahisi kuna maboresho gani ambayo yanaenda kujitokeza siku ya leo? Maboresho ni makubwa, kwa sababu kwanza timu iko nyumbani, timu iko nyumbani, iko chini ya mashabiki wake wote, full house sababu si ni kawaida yetu hapa Benjamin Mkapa, huu uwanja kuujaza. Sawa, na tunaomba mashabiki wengine walioko mitaani huko wabaki huko huko, watulie, sababu uwanja huu ni mdogo, haututoshi sisi wenyewe, tunaweza tukaujaza uwanja. Kwa hiyo mashabiki wachezaji watapokuwa wameingia uwanjani, wakaona ile hamasa yetu, mashabiki tulivyojaa, tulivyojitokeza, na wao wanajua kwamba wametoka na matokeo mabovu kule, japo timu imecheza vizuri, imefight, imeshindwa kumalizia magoli na ninaamini kocha wetu katika wiki hii ambapo yupo yu Tanzania alikuwa anaifanyia kazi swala la umaliziaji hapa kwa Mkapa na kuhakikishia hapa kwa Mkapa atafunga goli mtu ambaye usiyomtegemea, na ala huzani. Naona mashabiki wengi wa Simba mmejipa asilimia mia moja kwamba leo hii mnashinda, na ikitokea mmeshindwa siku ya leo, mmepigwa tena, mtatuambia nini? Haiwezi kutokea tumeshindwa wala tumepigwa. Mimi kama rais wa mashabiki wa Simba kama timu kidedea, Muha ni Kikoko mimi napotokea hapa Benjamin Mkapa katika historia yangu, kijana anajua, huyu hapa sijawahi kupoteza mechi aina yoyote Benjamin Mkapa, sawa? Kwa hiyo leo unashinda, nashinda na ushindi mnono wa goli nne, na kwa niaba ya TV yako natoa namba za simu hizi hapa kwa mashabiki wapate uhakika wa kile nachoongea. Muha ni Kikoko, ili siku nyingine wataponiona Benjamin Mkapa kwa hiyo hawana maswali ya kuniuliza mimi napokuja hapa Benyamini Mkapa, basi ujue kazi imemalizika na imeisha. Namba ya simu hii hapa, sifuri sita saba tatu kumi na tisa sabini na nne hamsini na nane. Nitafute Muha Kikoko huko baada ya dakika tisini, saa kumi na mbili jioni, unipe pongezi zangu.